Ebu tupa fimbo chini. Nimuonyeshi muujiza mmoja. Is... Ili ujue kwamba kweli Mungu amemtuma Musa kuwatoa watoto wake, kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa. Fimbo ya Musa kageuka kuwa nyoka ghafla. Eh! Mazuri. Walianza mama, watoto wa Farao nataka akimbie. Nyoka ule mzee, fimbo ya Musa imegeuka kuwa nyoka. Tena fimbo hii, huyu jamaa ndo walimpaga kama zawadi. Watu watoto wanashangaa. Farao anasema huu mchezo wa kitoto sana huu we. Mimi na wachao wakutosha, akaita waganga wake wawili. "Ebu nionyesheni kwamba huu mchezo unaochezewa ni wa kijinga." Na akaleta fimbo zao zikageuka kuwa nyoka pale pale. Mbele ya fimbo ya Musa, kwa nyoka akawa nyoka watatu. Watu wanashangaa. Lakini kilichotokea mzee, watu wote ilibidi washangae. Eh? Wasema, hebu angalia maajabu! Nyoka wa Farao wote wakamezwa na nyoka wa Musa. Yaani, nyoka wa Musa kameza wale nyoka wa waganga wote. Halafu akabaki fresh, jamaa akashika fimbo ikarudi kawaida. You gave me this staff to rule of. Nafikiri nilipatia fimbo hii kwa ajili ya kuongoza kenge na crocodile Eh, Hey, kenge pamoja na and obey nge na vinginevyo katika jangwa, lakini sasa imekuwa fimbo ya uongozi ukatoa wa watu hawa katika utumwa. Wako Moses aka Musa Musa magicians in Egypt that you have come back to make serpents out of sticks. Unafikiri kama unaweza kuwatoa wana wa Israeli kwa kupitia kafimbo wako? <laughs> Koisha zarau mtoto wa Farao akapiga teke ile fimbo.